Hii ni Kitama Update nami ni Jim Junior. Mkuu wa wilaya ya Lindi, Mheshimiwa Victoria Mwanziva, Januari 18, 2025 amefanya ukaguzi wa mradi wa uchimbaji wa kisima kirefu katika eneo la chanzo cha maji Sinde, Manispaa ya Lindi. Hapa tupo katika mtaa wa Sinde, kata ya Kitumbikwela, Manispaa ya Lindi ambapo zoezi la uchimbaji wa kisima ambacho kinaenda kunufaisha kata tano za halmashauri ya Mtama imekamilika. Mradi ambao unatekelezwa na wataalamu wa ndani kwa uwezeshaji wa ofisi ya meneja wa RUWASA wilaya Lindi kwa kushirikiana na chombo cha huduma ya maji ngazi ya jamii cha Kuchele CBWSO. Kisima hicho ambacho utekelezaji wake umekamilika kina ukubwa wa inchi 8 na kimegharimu shilingi milioni 39. Akitoa taarifa ya mradi huo, mhandisi William Swila ameeleza kuwa kisima hicho kina urefu wa mita 175 na kinatarajiwa kutoa maji lita elfu sitini kwa saa moja. Majina inaitwa mhandisi William Swila, ni kai meneja wa luasa wilaya ya Lindi. Hapa tulipo, tupo katika kisima kirefu cha Sinde ambacho kinapatikana katika kata ya Kitumbikwela iliyopo katika wilaya ya Lindi, huku kikitarajiwa kuhudumia wananchi wasiopungua elfu 25. Amefafanua kuwa kazi zinazotekelezwa ni pamoja na utafiti wa maji ardhini uchimbaji wa kisima, usafishaji wa kisima pamoja na shughuli zingine za kitaalamu zinazohusiana na, na ujenzi wa mradi huo. Aidha, mhandisi Swila amebainisha kuwa mradi huo utaondoa changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama katika kata tano za Halmashauri ya Mtama. Ameongeza kuwa utekelezaji wa mradi huo ni sehemu ya jitihada za serikali ya awamu ya sita chini ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika azma ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwa upande wake Mwanziva amempongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusambaza magari ya kuchimba visima inchi nzima na Lindi nayo kunufaika na gari hilo. Naye Bi Ashura Chimburi mkazi wa kijiji cha Navanga na mmoja wa wanufaika wa mradi huo ameshukuru serikali kwa juhudi kubwa ilizozifanya katika kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Mradi huu utakapokamilika, naamini atakuwa ametutua ndoo kichwani wanamama wa Navanga na vijiji vyake.